Vizuri na Mungu, ukikaa vizuri na Mungu, ukakaa sawa sawa na mapenzi ya Mungu, Mungu atakutambulisha hata kama wameficha hatima yako, hata kama wamekuficha usionekane, hata kama wanakuita majina mabaya, yuko Mungu anaweza kubadilisha historia ya maisha yako. Mefiboshethi anakula mezani pa mfalme. mtu ambaye alikuwa ni mlemavu, alidharaulika, alitengwa Nakula mezani pa mfalme. Wapendwa, tunaposema kwa habari ya meza ya mfalme, Menyu ya mfalme sio menyu ya kitoto. Menyu ya mfalme ina kila kitu. Mlo wake ni mlo kwa unatoka kwenye hali ya unyonge, Mungu anakupandisha katika hali ya kuwa juu. Huyo ndio Mungu tunayemwabudu, sio Mungu ambaye anawatupa watu wake, sio Mungu ambaye anawawazia mabaya watu wake. Mungu tuliyemkimbilia, ni Mungu anayetuazia yaliyo mema. Mefibosheti, historia ya maisha yake ikabadilika, ndivyo ambavyo watakwako maisha yako yatabadilika. Usidharau ujana wako. Mgeni anafika mahali anadharau hata wokovu wake, nafasi yako mbele za Mungu. Unajiona wewe ni mtu tu wa kawaida. Wewe sio mtu wa kawaida. Kuna mahali ambako Mungu atakufikisha ukiamua kukaa vizuri na Mungu. Kuna mahali ambako utafika, hata masikio ya watu ambao walikudharau yatawasha. Yuko Mungu anayejua kuwatoa watu chini na kuwapandisha juu. Upo wakati wa kukumbukwa na Mungu, usikate